Wikendi hii tutakwenda kuzishuhudia Young Africans pamoja na Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini Azam FC pamoja na Singida kwa upande wa kombe la shirikisho Afrika. Karibu tu wazungumzie Simba na Yanga kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Tuko hapa na jemedari Saidi, atatupitisha hapo namna ambavyo wanazitazama timu hizo mbili, ambazo hivi karibuni pia wamecheza mechi za kirafiki, Young Africans akipata sare dhidi ya CRI, lakini Simba jana akipoteza goli nne kwa moja dhidi ya Al Hilali kule nchini Sudani. Kumbuka pia wako chini ya meneja mkuu mpya uh, Dimitar Pantev. Nini ambacho Jemedari anakiona pia kwa upande wa Simba kwa meneja wao mpya pia? Uh, tukupongeza Jemedari, kuhusiana na kile ambacho jana JKT Queens wamekifanya kuwa mabingwa wa kombe la ngao ya jamii. Tashukuru, siketi kwenye mpira wa wanawake, nafikiria it's no story. Yeah, no story. story hizo hizo ni hali zetu za kawaida mm, mnafanya yeah, kile ambacho huwa mnafanya mara zote. Yeah, na, the only time ambapo watu waliofanikiwa walifanikiwa sana, wale tukaribia kwenye mafanikio walifanikiwa, ni wakati sisi wachezaji wetu wakiwa wameenda depo. Na tukawa na wachezaji tu wanaotoka kwenye kompania, wanacheza tu kwa ajili ya kuokoa timu isishuke daraja. Lakini when we are serious on business, mtu anaweka mguu. Nashukuru. Bana tumeshuhudia Simba akipata mechi za kirafiki takribani mbili mfululizo, so jana ikiwa nyingine ambayo amecheza dhidi ya Al Hilal. Uh, kubwa zaidi wamepoteza mechi uh, dhidi ya Al Hilal. Ni kipimo sahihi kwa Simba kucheza na Al Hilal kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Nsingi uh, zini ya kule nchini Swati. Kipimo sahihi, yes. Al Hilal na wengine wanacheza mashindano ya Afrika sio? Lakini pia Al Hilal kwenye Champions League wameshawahi kucheza nusu finali kwa good opponents. Mwalimu, kwa choice ya kusema tunacheza na Hilal, hata wao Hilal pia wameamini kwamba Simba ndo Kipimo sahihi pia. Kwa hiyo kipimo sahihi ni yes, kipimo sahihi. Lakini inawezekana kabisa matokeo ya mchezo wa kirafiki yasi reflect matokeo ya mchezo wa kimashindano. Mchezo wa kimashindano unabaki kuwa kimashindano na wa kirafiki unabaki kuwa kirafiki tu. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaingizwa kwenye mchezo wa kirafiki na visiwepo kwenye mchezo wa kimashindano. Nakubaliana na mchezaji huo mchezo. Um, sababu uh, inaweza tu ikawa mkaifanya isiwe foma kiasi hicho, ikawa inform in somehow, kwa sababu maweza hata mkakubaliana mtumie vipindi vitatu, meweza kukubaliana pia mcheze, mfanya substitute ya timu nzima kwa time pia, kwa mwalimu kupima okay nikiwa nacheza naweza kucheza na hivi na watu wao watakuwa hivi na akabadilisha watu wengine, na inawezekana mwalimu mwingine akaamua kukustick na watu wake na akapata matokeo mazuri ukayaona, labda matokeo ya kufunga bao nne kama ni story kubwa. Lakini pia eh, the fact kwamba Simba pia walifunga Hilali mili moja kwenye mchezo uliopita haikuondoa ukweli ni kwamba pia Hilali wanaweza kuwafunga Simba. Last week kwenye mechi nyingine wamewafunga kwa lakini mimi kwangu ni mecheza pre-season, ni mecheza za kirafiki, ni mecheza kirafiki, ni kama za pre-season kuona timu ikifanya vibaya, it's not story. Lakini uh, tumeona Simba ikicheza mashindano na mwalimu ameiona Simba kwa sababu alicheza nayo against na anajua strength za Simba na weaknesses zake. Kwa hiyo faida waliokuwa nao Simba kwa mwalimu huyu kwamba ameiona. Na kwenye mpira wa kileo ni lazima mwalimu aijue timu kabla ya kukutana nao kiwanjani. That means mwalimu alikuwa anaijua Simba, ndio maana akatengeneza mbinu za kucheza na kwao, navyo vile vile homework zilizofanya akiwa Gaborone anakuja kuzitumia sasa akiwa ndani, kwamba okay, nikiwa kule weaknesses zao wao nilijua ni hizi, so rekebisha hizo weakness uh, ziwe strength. Watu waende kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mechi that's, uh, that's why nafikiri zitafuta hizo mechi mm. ili aone anachokia anacho anachokia, anachokiamini kinawezaje kwenda ku work out uko nako kwenda uko ku -kwe esuti mm. mm. wanakwenda kucheza na timu ambayo kwenye miaka hivi karibuni pengine Simba hawajakutana na timu kutoka Eswatini. eh, ni timu ya namna gani ambayo Simba wanakwenda kukutana nayo, lakini pia wapi mwalimu anatakiwa akazie kwa wapinzani wake, sijali <coughs> wanaenda kukutana na timu ya namna gani? Simba is strongest club kwenye ukanda huu wa kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, ukiwaondoa ukiwaondoa Mamelodi wanakuja Simba, Yanga, wale wamefanya fanya vizuri, lakini labda msimu uliopita. Tumeona pia timu za South Africa nafikiri um, Orlando ilionyesha kitu cha tofauti, lakini Simba hawako kwenye timu bora namba tano ya Afrika kwa bahati mbaya. So, any club from Eswatini kwa Simba ni ni underdog. Kwa mimi ninachojua ni kwamba ni kwa Simba wanapaswa kuishinda hiyo timu na kuingia hatua inaofuata na na hakika wanaweza kufanya hivyo. Ulizungumzia hapo kwa mwalimu kwamba tayari ana, anafahamu namna ambavyo ana, ameiona Simba akiwa na Gaboroni United. Pengine pia mwalimu Matola anakwenda kuongeza kitu akiwa na meneja mkuu wa Mbeni Pantevu, wakishirikiana pengine anaweza kupata kile ambacho Simba alikuwa na kikosa kwenye mechi ambazo zimepita. Sijui wanakikosa nini, lakini waliondokewa na mwalimu katika mazingira ya kutatanisha. Uh, Matola ana faida kwenye timu kwa sababu yuko pale kwa miaka, amekuwa nahodha mwenye mafanikio makubwa, amekuwa kocha msaidizi. Naweza kusema, ndo anaweza kuwa pia kocha msaidizi mwenye mafanikio makubwa kwa sababu amekuwa pia kwenye, kwenye makocha wengi mpaka amekaa na mzee Mgunda pia wakiwa pamoja pale uh, na yes, uh, Simba wanafaidika naye, na mimi natamani siku moja Simba wamwamini Matola kwa sababu has been there for years, na amekaa kwa makocha wakubwa kubwa yeye mwenyewe kama kijana kama kocha, ana mbinu ana fit kwa kocha, na nafikiri hii grooming yote alikuwa anafanya ili siku ifike, na wao wao na mtu wao ambao yani wana uh, ni damu yao. Sasa kama hawatopata kumwamini, nafikiri ha, hataweza ku, ku progress yeye yeah, kama binadamu pia yeah. Yes, why not. Eh, sababu ni mtu ambaye amecheza kwenye football ya kiwango cha juu kabisa. Sasa amecheza professional South Africa sio, amekuepo simu, amecheza Champions League 2003, uh, wanacheza group stage yeye yeah, alikuwa na hodha sio, kwa you can see it kwamba ni mtu ambaye, lakini amesoma leseni kubwa sasa hivi one of the coaches wa Afrika, na yeye ni mmoja wapo kwa sababu ana leseni yake, kwa hiyo yes football imebadilika hata nilivyosema mwanzo kwamba eti kwamba Simba anategemea watashinda, sio kwamba siamini kwamba Eswatini wanaweza wakafanya homework, watafanya homework lakini Simba wanapaswa kuonyesha makocha yao kwanini wao ni Simba, kwa nini wao wako namba tano, sio, na naamini ushirikiano wa Matola na mwalimu uta, uta, utakuwa na faida ya pande zote mbili. Matola atafaidika kuendelea kujifunza kutoka kwa walimu kutoka nje, lakini mwalimu ata, atafaidika kwa sababu matola anaielewa Simba, anaelewa falsafa, anaelewa tamaduni, anaelewa mila desturi za Watanzania za timu, kwa naye pia atapata faida. Hata kufikia kwenye kufanya maamuzi itakuwa inamsaidia.